Marehemu alizaliwa pa Ngobi, hapana Ngovi, Ngobi, Ngobi. Eleembe ake namu tarehe moja mwezi huu huu na mwaka huu huu. Banzana Media. Habari moto, matukio live. Basi yeah, moja kwa moja nikaribisha mjumbe wa familia

enda ovina yenda, yenda. Hutuba fupi ya maisha ya marehemu ene to tenda ben watendwa mwavuca watendwa watendwa vinu bob. Marehemu alijulikana kwa jina la kisini na abwe wa jamaa ya Bashimwenda, nyumba ya Mbila, mtoto wa nzee tumbula palial Mama Shaona Etumbula wa jamaa la Balala nyumba ya Bashilomona Belemi weti. Marehemu alizaliwa pa Ngobi hapana Ngovi Ngobi. Ele Bembe ake namu tarehe moja mwezi huu huu na mwaka huu huu. Ameolewa na ndugu Makonga Shabani wa jamaa Samani kidogo. Samani kidogo alisana tarehe moja mwezi huu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita samani. Ameolewa na ndugu mapanga sabani wa jamaa na vachininyaka nyumba ya watalela kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mkulima. Masomo yake, marehemu alisoma darasa la sita primary school. Uzao wa marehemu. Marehemu alibatika kuzaa watoto sita wa kiume, wa kike tatu. Walio hai ni watoto tatu wa kike wote <laughs>

Aliacha familia ya watu ishirini na nane. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa fataya masisi yaani mlambo kwa Kibembe, pili kifua kikuu tuberculosis, na hiyo ndio magonjwa limsumbua kwa kupata a mauti. Marehemu alifariki tarehe ishirini na tatu mwezi wa kwanza

yasikitisha vakilatiungwa vi viniwatamake no, lusuku lwa kuanga ah! lakini kwa maana iyo sasa ni mikueti atosonga manga sana ya ya njelu mieti ya etano mpaka vino yatusumbwa zaidi sana kwanza elu mieti ya etano oh, yeah. nikeele twapata mikueti manga zaidi na kwa zaidi kwa maana iyo ici mikweti atusumbwa manga twamona tofupise